Ufunguzi wa maadhimisho ya wiki ya huduma za fedha kitaifa kwa mwaka 2026 umefanyika jijini Tanga kwenye viwanja vya Usagara huku mgeni rasmi akiwa Naibu Waziri wa Fedha Laurent Luswetula aliyetumia nafasi hiyo kueleza namna serikali ilivyowezesha wajasiriamali wadogo kupitia mifuko wa ya uwezeshaji wananchi kiuchumi katika utekelezaji wa maagizo ya Mheshimiwa Rais, uwezeshaji wa wananchi ndani ya siku mia moja jumla ya shilingi bilioni 41.9 kwa wanufaika 10288 na zilitolewa kwa mwezi Novemba na disemba 2025 kutoka katika mifuko ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi 76 ili kuboresha maisha ya wajasiriamali wanawake, vijana na wenye mahitaji maalum. Kisha nikazungumza na baadhi ya wadau waliopata nafasi ya kushiriki katika maadhimisho hayo, uh, uchumi wa bluu, uh, upande wa, wa madini ili kusaidia sasa serikali. Kwa benki ya Azania tuna akaunti tofauti za kuweka akiba. Kwa mfano unaweza ukamwekea mtoto wako akiba kwa ajili ya matumizi ya shule ya siku za mbeleni, lakini pia watoto walioko mashuleni, tuna akaunti nzuri inaitwa Aspire. Hii ni kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari na wa vyuo vikuu lakini zaidi ya hapo hatujamwacha mama. Tuna akaunti maalum kwa ajili ya wanawake inaitwa Mwanamke Hodari Fanikisha Malengo. Kupitia Airtel Money, tunaona watu wengi wananufaika na, na kuweza kutuma pesa, kupokea pesa, especially kwa wafanyabiashara uh, watu kutoka maeneo mbalimbali, watu wako vijijini, wako mashambani hakuna haja tena ya kusafiri na pesa taslimu. Tuna kurugenzi maalum inasimamia uwekezaji katika dhamana za serikali. Wakija hapa benki kuu, watafundishwa namna gani wanaweza kuwekeza. Pia kuna mifumo ya malipo, tunalipa kwa njia mbalimbali, wengine wanatumia fedha taslimu, wengine wanatumia simu, benki kwa benki na kadhalika. Yote hiyo ni mifumo ya malipo na inasimamiwa na benki kuu ya Tanzania. Serikali imesema kukua kwa shughuli za kiuchumi kumechangia ukuaji wa sekta ya fedha ambapo hadi kufikia Septemba 2025 idadi ya benki za biashara zilizosajiliwa nchini zilifikia 35. Betha Mwambela, TBC, Tanga. Mimi naitwa Musa Sultani, ni mkuu wa mauzo wa Airtel wa kanda ya Pwani. Leo tupo Tanga kwenye wiki ya huduma za kifedha. Sisi kama Airtel kampuni ni wadau na ni washiriki kwenye haya maonyesho kwa sababu uh, huduma zetu za kimitandao ambazo tunazitoa ndio nyenzo muhimu katika huduma za kifedha kwa sasa. Kwa hivyo, kupitia Airtel Money tunatoa huduma za kifedha kupitia mtandao wetu wa Airtel. Utaona uh, ku, ku, ku, tunacho ki, tunacho kitoa, ni kwa nini hasa kimetusukuma kuja hapa kuonyesha tunachokitoa ni kwamba jamii uh, inahitaji kufahamu nini tunatoa kupitia Airtel, Airtel, special Airtel Money. Uh, utaona kupitia Airtel Money tunaweza kurahisisha mtu kulipia bidhaa mbalimbali, kupata huduma mbalimbali. Kwa hivyo mtu anakwenda kununua bidhaa mabi sokoni, madukani, analipia bidhaa bila kuwa na fedha taslimu, analipa kupitia Airtel Money. Pia utaona tunaweza kurahisisha mtu kulipa huduma mbalimbali, kwa mfano mtu atuskiza, tunalipa ada, wanalipa malipo ya kiserikali unalipa huduma za bima, huduma mbalimbali Airtel. Kwa hiyo hii yote ni kuonyesha kwamba sisi kupitia Money ni wadau katika kuhakikisha huduma za kifedha zinafanyika kupitia mtandao wetu, lakini pia tuko hapa kwa ajili ya kuwarahisishia wakazi wa Tanga na wote kwa ujumla kwamba pamoja na kutoa huduma hizi ambazo tunazo, lakini pia tuna fursa mbalimbali ambazo tunazoweza tunazo kuwapa wananchi tunaweza kuwapatia huduma za kuwa mawakala za kuwa mawakala wakuu, tunatoa mtaani huko kuna vioski, tuna vigawa, kuna maduka yale ya Airtel. Tunajaribu kuwashirikisha wafanyabiashara mbalimbali wakaribie waweze kushirikiana na sisi waweze kuwekeza pesa zao kupitia Airtel waweze kujipatia pesa. Yote hiyo ni kuhakikisha kwamba huduma zinafikia wananchi huko waliko, na mengineyo mengi ambayo tunatoa. Pia tuna huduma zetu za simu hapa, tunauza tunauza vifaa uh, vya internet, tuna routers, tuna modems. Kwa hivyo hiyo vyote ni katika kuhakikisha kwamba tunatoa huduma ziweze kufika kwa kwa wananchi. Hilo hasa ndiyo kubwa lilotufanya tushiriki katika haya maonyesho ya leo, na naamini wananchi wametupokea, na tunawahudumia, tunaendelea kutoa huduma kama lengo letu la Airtel kuhakikisha kwamba tunafika kule ambako wananchi waliko kwa urahisi na kwa ufasaha na pale ambapo wanapotuhitaji. Tuta... Ni, ni sipazipe, okay. Ili mtu awe wakala mkuu, anapaswa kuwa na vigezo ambavyo vinahitajika, ambavyo ni atambulike, awe na kitambulisho TIN uh, namba, awe na leseni ya biashara, awe na TIN ile ya TRA. Hivyo ni vigezo vikubwa. Kuhusiana na mtaji, angalau awe na mtaji wa milioni moja na kuendelea, japo na rekodi japo okay, okay, japo mtaji hatutaji kwa sababu unaweza ukaencourage au ukadiscourage mtu mtu mwingine akiona milioni ona, basi kumbe hiyo biashara hainihusu. Lakini sisi tuna mawakala mpaka wale ambao wanaotembea wale ambao wanahitaji elfu ishirini tu, kwa hiyo ndio maana huwa mitaji hatutaji hapo. Sijui mtapaondoa hapo, ndio yes, tunaweka taji. Lakini sasa ukiangalia kwenye huduma kama hizi za maonyesho Uh, wateja wote watakaofika wote, tutawapokea kwa sababu hakuna yeyote atakayefika, yeyote ambaye anaingia pale, awe ni kijana mdogo, awe mtu mzima, awe mtu wa kati, mfanyabiashara, mtumishi, yote tunamkaribisha kwa sababu, kufahamu nini tunachokitoa kitamsaidia aidha, awe atumie au awe sehemu ya sisi katika aku, kufanya biashara na sisi Yes. Yes. Ni kweli uh, tuko na huduma za mbalimbali mbali katika, katika huduma zetu tunazotoa, kwa hivyo mawakala ambao wamekaa wapo wanatoa huduma zinazoendana na kukaa, lakini pia tuna mawakala ambao wanazunguka. Kuna vijana wanazunguka mtaani kwa ajili ya kusajili line kwa ajili ya kuuza bidhaa kama za, za internet hizi, routers mifi, na vitu kama hivyo, wale wanazunguka pia tunawakaribisha wajiunge na sisi kwa sababu kuna fursa kubwa ambayo wanaipata kupitia hilo. Okay. Yes. Kwa hivyo kupitia Airtel Money tunaona watu wengi wananufaika na, na kuweza kutuma pesa, kupokea pesa especially kwa wafanyabiashara uh, watu kutoka maeneo mbalimbali, watu wako vijijini, wako mashambani Hakuna haja tena ya kusafiri na pesa taslimu. Sasa hivi kupitia Airtel Money, maana watu wanarushiana tu pesa, wanafanya malipo. Ni moja kati ya vitu vizuri ambavyo vinapatikana kupitia ya Airtel Money pamoja na mingineyo ambayo nimeyazungumza pale mwanzo. Kwa hiyo hili ni kubwa pia eh, eh. Okay. Eh, okay. Eh, na <tis> Okay, mimi Beneza John ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Ebe Finance, lakini pia ni mteja wa Airtel Airtel Tanzania na Airtel wanahuduma nzuri sana. Wanahuduma nzuri sana, sana kuanzia vifurushi vyao kuna package ya kuanzia elfu moja mia tano kwa wiki elfu moja kwa wiki mia tano SMS za wiki, kwa sisi vijana huwa inatusaidia sana. Lakini pia ukija kwenye huduma za kifedha Airtel pia wanajitahidi eh, kufanya vizuri sana, wameenea nchi nzima, na sasa hivi pia wana huduma yao ya kamilisha ambayo ukiwa kama umepungukiwa wakati unafanya mwamala, unaweza ukatumia huduma yao ya kamilisha kuweza kukamilisha mwamala wako. Kwa hiyo ana huduma nzuri sana na na mimi nakusiona, ili angalia uweze kutafuta line ayy, ya Airtel kama kawaida. Endelea yes, yes, endelea endelea, labda mengine ambayo ah uh, mengine ambayo watu wajui kusana Airtel? Kwa kweli Airtel ni, ni kampuni ambayo inawasikiliza wateja. Siku ya juzi kuna mteja mmoja ambaye alikuwa ni rafiki yangu. Line yake ilikuwa imefungiwa. Kwa akawa anahitaji apate huduma ukamilishwa. Aliweza ukamilishwa ndani ya wakati. Yaani haikuchukua muda. Akawa amepata huduma ya kuweza kukamilisha kwa sababu Airtel wana wafanyakazi wana, wana, wana wao wengi sana ambao wanazunguka mtaani na kutupa hizo huduma kwa ukaribu kwao. Siku hizi hatupati ile sana. ile kuingia gharama kama wateja za kuwafuta kule maofisini tuna, bali tunapata huduma zao mtaani kupitia mawakala wao mapulensa wao. Kwa hiyo tunafurahi sana kama wateja na tunaomba endelee kuwa karibu na wateja wao.